Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Santi Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo Alhamisi katika oktava ya Pasaka mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tatu aya ya kumi na moja hadi ishirini na sita. Na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 24 aya ya 35 hadi 48. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Wanafunzi waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate na walipokuwa katika kusema habari hiyo yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia amani iwe kwenu. Wakashituka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe Nishikeni shikeni, mwone; kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia mna chakula chochote? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao, wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo karibuni, tutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu tuliyoisikia. Katika kipindi chote cha Kwaresma, siku arobaini, tulikuwa tukijitafakari na kujichunguza juu ya maisha yetu wenyewe, tukijitafakari na kujichunguza uhusiano wetu na watu wengine, uhusiano wetu na Mungu. Tulikuwa tukijitafuta baada ya kutumbukia katika giza la dhambi. Amani katika mioyo yetu ilitoweka tukapoteza matumaini kwa Mungu tukakosa imani katika mafundisho ya Kristo kwamba wokovu wetu utakamilika katika mateso kifo na ufufuko wake Mwinjili Luka anatuletea leo simulizi ya baada ya ufufuko wa Kristo wanafunzi wake walikuwa wamekusanyika Yerusalemu kwa hofu ya kukamatwa na Wayahudi waliomkamata wakamhukumu na kumuua Kristo. Wamejifungia kwa hofu kwa sababu ya kukosekana kwa amani na matumaini. Lakini katikati ya hofu na mashaka, Kristo anajitokeza mwenyewe katikati yao na kuwaambia amani iwe kwenu. Wanashituka kwa kuwa hawakuwa na matarajio ya ujio wa mtu ambaye alikwisha kufa wanafadhaika na kuwa na shaka zaidi, lakini Yesu anawaambia wasiogope, yeye amefufuka na ni mzima. Kristo amekuja kurejesha amani iliyopotea katika maisha yetu, amekuja kutuliza ghasia na machafuko katika mioyo yetu. Kristo anatutaka tusiwe na woga tena, bali tumtumainie yeye kuwa ni nguvu yetu, kwa kuwa kwa hakika yeye ndiye njia ya ukweli na uzima utakaotufikisha mbinguni. Kwa ufufuko wa Kristo tumefanyika watoto wa Mungu upya, kwa kutoka katika vifungo vya shetani. Ameturejesha jirani na uso wa Mungu, kwa kuwa kwa dhambi zetu tulijiweka mbali na uso wake. Kwa hakika kama Kristo asingalifufuka imani yetu ingekuwa bure. Ndugu zangu wapendwa, baada ya Yesu kuwatokea wanafunzi wake, bado walikuwa na shaka kama kweli aliyowatokea ni Yesu mwenyewe au ni roho tu, lakini Yesu anatumia mambo ya kawaida kabisa kuwathibitishia kuwa kwa hakika ni yeye. Kwanza kwa kuwaambia wamshike shike, kwa kuwa roho haina mwili, lakini pia anawaulizia chakula kwa kuwa roho haiwezi kula isipokuwa mtu mwenye mwili na roho. Sehemu hii ya maandiko itukumbushe kumwona Kristo katika binadamu wenzetu. Kwa kiasi gani tumekuwa msaada kwa wenzetu wenye shida mbalimbali mbali? Mara ngapi tumewaona wagonjwa tumewatembelea wafungwa tumewasaidia ombaomba, wajane na yatima, kupitia makundi mbalimbali mbali ya watu wanaoteseka tunaweza kuyaona mateso ya Kristo. Kwa hakika tutakuwa tunajidanganya wenyewe kwa kusherekea ufufuko wa Bwana, wakati nyuma yetu tumewaacha watu wakiteseka bila msaada. Hii itakuwa ni kupiga mbio zisizokuwa na faida, badala yake ni kujichosha bure. Kumbe sasa tunapaswa kufungua macho na akili zetu kuona mahangaiko ya watu wengine Huku tukichukuliana katika usawa wa kibinadamu. Hata kama hatuwezi kuyatatua matatizo hayo, basi tuwe sehemu ya faraja na mwanga kwao. Ndugu zangu wapendwa, Kristo anawatuma wanafunzi wake kwenda duniani kote kutangaza habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa kipindi chote cha miaka mitatu ambacho Yesu alikaa na wanafunzi wake, aliwafundisha mambo mengi na hivi, baada ya ufufuko wake anawataka wawe mabalozi wa ujumbe wake kwa watu wote duniani. Hata leo sisi tunaalikwa kila mmoja kwa nafasi yake kumtangaza Kristo kila mahali, kwa kuwa kwa ubatizo tumefanywa kuwa wafuasi wa Kristo. Hivyo ni jukumu letu kumtangaza yeye na mafundisho yake duniani kote. Ninaposema tunapaswa kumtangaza Kristo simaanishi kutoka na kwenda barabarani kusoma maandiko matakatifu na kuyafafanua kwa watu, bali ni kwa njia ya maisha yetu ya Kikristo. Watu wengine wanaweza kumtambua Kristo kwa njia ya kuishi ukweli ambao Kristo aliufundisha, bila kujali macho na maneno ya watu wengine, kwa kujitoa na kutenda mambo kwa uadilifu, kwa kuangalia maslahi ya watu wengi na si ya kwetu binafsi, kama ambavyo Kristo alijitoa sadaka kwa ajili ya ukombozi wetu. Hakuangalia maumivu na taabu ambazo angekutana nazo, bali alitazama maslahi ya watoto wa Mungu waliopotea na kufungwa katika giza la dhambi. Ndugu zangu, sisi sote ni mashahidi wa ufufuko wa Kristo kwa kusoma au kwa kusikia, lakini zaidi ni kwa kujihisi huru kutoka katika vifungo vya dhambi. Tunapaswa kujishikamanisha kwa Kristo, kujiweka mbali na vishawishi vya dhambi, huku tukitambua kuwa sisi sio wakamilifu, hivyo tunapaswa mara kwa mara kukimbilia sakramenti ya kitubio ili kujipatanisha na Mungu kila tunapoanguka dhambini. Haya yote yatawezekana kama tutajitoa bila kujibakiza